Dunia inapita na mambo yake yote yanapita, bali neno la Mungu litasimama milele. Jehanamu si kuzuri, jehanamu nyu mbani, jehanamu ni moto, jehanamu ni mateso. Ni heri upambane na simba porini kuliko jehanamu, ni heri ya majaribu kuliko jehanamu, ni heri ya shida za dunia kuliko jehanam. Jehanam ni mbaya ndugu yangu, ndiyo maana Yesu alikuja duniani kwa kusudi adhihirishwe kama mwana wa Mungu azibebae dhambi za ulimwengu, na alikufa akafufuka siku ya tatu, ni kwa upendo wa kututoa katika giza kutuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wapendo wake ili si tusionje adhabu ya si jehanamu. Hivi ndivyo lilivyo. Neno la Mungu litasimama milele. Hukumu ya Mungu haibadiliki. Waovu watatupwa jehanamu, wauaji watatupwa jehanamu, wazinzi watatupwa watatupwa jehanamu, wafiraji, wahongo na wauao watu, wa kafara, walevi, wachawi, na kila dhambi ina adhabu yake. Mungu atauadhibu mwili, atakuhukumu, utatoa hesabu ya mwili, jinsi ulivyoutumia mwili, ulio mali ya Mungu, utatoa hesabu ya roho yako mbele za mfalme wa wafalme Bwana wa mabwana. Mungu atusaidie, Mungu atutoe katika hatia hii, Mungu atutoe katika ghadhabu kubwa inayokuja ya ajabu sana. Mlango wa neema uko huruma, ya Mungu iko, unatubu leo, unamkubali Yesu. Baada ya kifo ni hukumu, hakuna toba tena milele na milele hakuna kurudi tena milele na milele. Akusaidie ndugu yangu, Mungu Yesu, akusaidie Yesu, unisaidie. Neno la Mungu litasimama milele.